Yanga hoye, wananchi, tukiwa nje ya dimba la Benjamin Mkapa a, tukiwa tunasubiri ndani uongozi wa Yanga, wa Yanga na viongozi wa TFF na wa serikali kwa ajili ya kikao cha hatuchezi. Mna lipi la kusema, mwalimu? Yanga kwanza, tunataka tuambie mashabiki na wanachama wa Yanga ambao mko sehemu mbalimbali ni muda mwafaka njoo Benjamin Mkapa uh, kwa ajili ya kushinikiza kuambia TFF, bodi ya ligi, pamoja na viongozi wetu. Jambo ni moja la wananchi ambao wamezamilia katika matawi yote ambayo tumekubaliana kuwa mechi hatuchezi, na mechi hatuchezi kwa sababu jambo moja, wenzetu walitukimbia, wanataka kulazimisha kuja kucheza mechi. Tunaambia viongozi, nyie mpo kwa niaba ya mashabiki na wanachama ambao wamewachagua, wanachama na mashabiki wamezamilia, wamesema hakuna mechi kuchezwa yeyote ambaye